Huu ndio mwonekano mpya wa jengo la ofisi za Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Mkoa wa Dodoma ambalo limejengwa mahususi kwa ajili ya kuendelea kuboresha utoaji wa huduma bora kwa walipakodi. Wakati huduma hizo zikiwa zimeboreshwa, Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Bwana Yusuph Juma Mwenda anafanya ziara katika ofisi hizo za TRA Mkoa wa Dodoma na kuzungumza na watumishi. Nimefurahi kutembelea jengo. Mwenyekiti wa bodi alituagiza, aliniagiza nije niangalie. Ongereni sana kwa kuwa na jengo kubwa na zuri. Niwaombe sasa litunzwe. Na katika hili nataka niwahakikishie lingine kwamba kama TRA na serikali tutaendelea kuboresha mazingira ya kufanya kazi. Kamishna Mkuu Mwenda akiambatana na management ya TRA Anawataka watumishi wa mamlaka hiyo kuendeleza uhusiano mzuri na walipa kodi. lazima tu strengthen partnership na walipa kodi bila ku compromise compliance ya tax kutoka kwa, inahitaji teamwork kubwa, inahitaji akili kubwa, inahitaji new approaches za kufanya, ili kuisaidia nchi iweze kusimama na I have no doubt in my mind when I look at your faces na viongozi wenu if you sit down and discuss and brainstorm, kulingana na mazingira yenu mnaweza mkakusanya zaidi mkasaidia na mikono. Mkoani Dodoma ambako kamishina mkuu ametembelea, wapo walipakodi walionufaika na dawati la uwezeshaji biashara, ambao wanavunja ukimya, dawati ambalo limeanzishwa la TRA kwa ajili ya jasiriamali. Mimi binafsi limenisaidia mambo mengi na nimeweza kuboresha biashara yangu, kujua anapata hasara wapi, nijirekebishe wapi, kupitia elimu hii ya dawati. Kwa hiyo imenisaidia. Nadhani sasa hivi nafanya biashara zangu kwa umakini na kuangalia mtaji wangu una, unafaa biashara gani ili nifanye kwa umakini bila kupata hasara Sauda Musa ni msimamizi wa dawati maalum la kuwezesha biashara mkoani Dodoma. Anaeleza namna lilivyosaidia kuokoa biashara. Dawati maalum la uwezeshaji biashara kwa Dodoma, tumefanikiwa pia kuokoa biashara za wateja wetu ambao walikuwa wanapitia changamoto ambazo zilikuwa zinawapelekewa wao kufunga biashara, na tumefanikiwa kutambua biashara 45 na kati ya hizo biashara 45 biashara 17 tumefanikiwa kuwatatulia changamoto zao na wako wanaendelea na biashara. Walipa kodi wengine mkoani Dodoma nao wakazungumza. Mimi nimlipa kodi, nalipa kodi vizuri kabisa bila wasiwasi, na ninawahimiza na wengine ambao hamjawa tayari kwa kulipa kodi, naomba tulipe kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Ni mkazi wa Dodoma, nauza duka la nguo za usiku pia na nguo za ofisini na wateja wangu wakija, natoa risiti nikiuza. Pia nawapa ushauri kwa wale wanaouza maduka ya vitu mbalimbali, wateja wakija, watoe risiti. Pia tunawashukuru TRA kwa huduma zao nzuri. Lengo la TRA ni kuendelea kutoa huduma bora kwa walipa kodi ili kuhakikisha wanalipa kodi kwa urahisi, kwa hiari na kwa wakati. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.